Wakazi wa kijiji cha Nikapu katika wodi ya Pongwe Kikoneni eneo la Lungalunga katika kaunti ya Kwale wameitaka serikali kuharakisha kuwalipa fidia ya ardhi iliyotwaliwa na serikali na kukodishwa kwa mwekezaji. Mahakama ilitoa uamuzi wa mwaka 2023 kwa awamu ya kwanza ya shilingi milioni 170 kwa wakazi wa kijiji hicho na kuagiza kila familia ipewe ardhi mbadala ya hekari 5.5. Lawrence Ngala anaarifu. Ni ardhi ya ekari elfu nne mia saba thalathini na saba iliyo kwenye mia vijiji sita eneo la Pongwe Kikoneni hapa Lungalunga, kaunti ya Kwale, zaidi ya familia mia sita zikisemekana kuathirika na hatua ya serikali kukodishia mwekezaji ardhi hiyo ili kufanya kilimo cha miwa. Na wakaazi walipoelekea mahakamani, uamuzi wa koti ukawapanguza vumbi na kuamuru walipwe fidia, huku kijiji kimoja cha Nikapu kilichokuwa kimefanywa tathmini ya thamani yake kikipewa shilingi milioni mia moja sabini na, na kila familia ipewe shamba la ekari tano na nusu. Na sasa mko na handshake na Raila, naomba ushirikiano wenu mhakikishe tuweze kupawa fedha zetu kwa wakati ufaao, kwa sababu sheria imepitisha na ni sasa tumefikisha, ni miaka miwili sasa kutoka judgment ilipopita. Kwa hivyo kama sheria ya koti inaruhusika kufuatwa Twaomba ifatwe tutekelezewe haraka iwezekanavyo, kama unajua, shida shida ndiyo hii tunapata sisi. Tulikuwa na miti, minazi, mikorosho, miembe, yote hatuna. Kwa hivyo hatuna mahali pa kupata riski sisi tuwategemea hizo pesa, tupate, tupimiwe mashamba yetu. Miaka miwili baadaye, baada ya wa uamuzi huo, wakazi wangali wanataabika wakisema hawana namna ya kujikimu. Na tunatarajia sisi, tuna ulezi, tuna watoto wanataka kusoma, na maisha yaendelee kama Wakenya wengine wanavyoendelea, lakini la kutatiza ni kwamba tumebaki kwenye miwa. Moto ukitokea, nyumba zetu zitachomeka. Majoka yakitoka mashambani yanakuja, yanatuathiri sisi. Mashamba yetu tupimiwe, kwa sababu tunapokaa sipo, tunakaa ndani ya miwa na hatuna shamba na hatuna mali ya kulima. Hata mvua ikinyesha hatuwezi kulima kulima kwa sababu hatuna mali ya kulima. Tunakuomba rais, rais mpendwa tunayekupenda. Aidha wanataka vijiji tano vilivyosalia kufanyiwa tathmini ya thamani yake kwa haraka, ili awamu nyingine ya malipo ifanyike bila kuchelewa. Kijiji kimoja ndio kilifanyiwa valuation cha Nikapu na ikapatikana ni milioni mia moja na sabini. Vijiji vingine havijafanyiwa valuation na wote ni waathiriwa kama mimi. Tunaiomba serikali itoe hii fedha ya kijiji kimoja, hali ya kwamba itayarishe zoezi la kufanya valuation vile vijiji vilivyobakia vili vitano haraka iwezekanavyo, na wao wapate fidia, kwa sababu hata wao wanapata tabu, wanadhikika kama vivyo tunavyodhikika. Kuna zaidi ya familia mia nne mahesabu yao bado haijafanyika ikiwemo Kiranze, Nguzo, Kidimu, Mkono wa Ndugu na Kanana. Iliyopitishwa ni kijiji cha Nikapu peke yake. Kwa hivyo judgment ikapita, ikapitishwa kwamba vijiji vyote viweze kupata haki yao sawa kama wananchi wengine. Wengi wa wakazi wa hapa wakiwa wakulima kwa sasa wanasema hawana namna nyingine ya kujipatia riziki wakishinikiza serikali kuu kutekeleza agizo la mahakama ili warejelee hali yao ya kawaida. Lawrence Ng'ang'a Runinga ya Citizen.